kutegia hudhuria katika hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akina baba kwa akina mama, ukiongozwa na viongozi wetu

au atumie mikono yake aliyokuwa nayo kama weza kwenda kuharibia watu mazoea. Haya yalianza mbali sana, kuanzia kwenye nyumba zetu. Tumekuwa niweze kujisahau, kukakua maisha yetu baba na mama lakini na watoto zetu, alaka zetu kama mapapa na wale watu zetu. <coughs> Kwanza sisi wenyewe tutoge, tulianza kuwa hatuna imuswafu wenyewe ndani ya nyumba, mume roho yake si salama kwa mkewe na mke pia salama kwa mumeo. Macala sajaa watu wakiishi sana pamoja, ufika wakafukizana tabia. Watoto nao wakajaliho, watoto wa baba mmoja mama mmoja, baba mmoja mama mbali, mama mmoja mama mbali, hawana inswafu wa wao wa wa wa. mbaya mamake kafa au kaaswa, baba akaoa mke mwingine ndani ya nyumba, watoto hawana inswafu na mama yao wakambo, mama wakambo hana inswafu na watoto wake. Mbaya zaidi ya kisha baba yule, watoto wanaamini ile nyumba ni ya kwao peke yao, wakamfukuza mama kwenye nyumba, hali ya kuwa yule mama naye ni mwenye nyumba ile kwa sababu anafungu lake pale. Kwa hiyo yeye pia ni kwenye nyumba, wanaamini watoto nyumba ile ni ya kwao tu, si kwa mimi. Huko chini mashehe wa kata na timu zao, mashehe wa wilaya na timu zao, mashehe wa mikoa na timu zao na wengine huko mbele hawataki wa majina natimzao, watu kila kukicha wanatafuta yule nai wake, kila kukicha watu wanatafutiana sababu tu talimaa, kupitia amali ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muda huu tunaotumia kwenye asali na majumu Hebu tumia muda huu kujibana, mwombe Mungu atendeleze maisha yako na familia yako. Hacha kuangaika na maisha ya watu. Ukishindwa kufanya ya kwako, utaangaika na ya wenzako yasiyokuhusu. Na Uislamu umekataza shoko, Uislamu umepiga marufuku shoko. Min husni islam lmari daya <todic> ili onekane moja katika alama kwamba uislamu wako uko sawasawa, kutu angaika na yale ambayo yanafanya si saizi yako yaus pili na yako Uislamu umekataza shoko. <laughs> Shoko hata kwenye elimu, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Hata shoko usijitie tie kwenye mambo ambayo huna taaluma nayo. Uislamu kia mafukushogo. <laughs> Hebu kila mmoja aye kwenye nafasi yake. Huna kazi huna kibarua huna shamba chukua sifa <coughs> yako ufiche ndani, ongea na Mungu, Muombe Mungu akupe kazi akupe kibarua. jamini iliyosifiwa na Qurani, wala tahinu wala tahzanu wa antum alamu. Iko wapi le alamu, alamu tumeambiwa

Kumbe mwanadamu aweza kuwa na neema fulani, akiheshimu na kuifadhili, yaweza kuwa sababu ya kuachifu katika maisha, kwa kuheshimu neema aliyopewa na Allah. Kwa bilaksi, unaweza ukaneemeshwa na Mwenyezi Mungu neema fulani, ukakosa kuheshimu ya wewe kuporomoka katika maisha. Mungu anasema kisa kilikuwa cha Balaamu. Mm, hatuhitaji -hmm, tuzungumzia hicho kisa, tunahitaji haya maneno tuyalete kwenye maisha yetu ya kila siku. Allah anasema na taiti, tungalitaka huyo bwana tungemnyanyua pitia hizo mema mbalimbali tulizompa elimu nana angeteguliwa. Sasa kikwazo kilikuwa nini? Mungu anasema, wa walakin walakinahu aua shida. Lakini yeye aliamua kung'ang'ania starehe za dunia, aliona ndiyo mpango mzima. Kilichofuata tabahakalahu, hiyo kisha akaamua ishi hivyo watu na na na neema Mungu anawatolea wa hawa kufuata na kuendeleza matashi yao. Watu sampuli hii waliokuwa na neema wasiziheshimu na kuzithamini, Mungu anawatolea mfano wa hawa. Qurani inasema nasiklra shnak, ni kama mbwa. Mbwa ukimkimbiza kwa mawe kael malala

na a ukimpa nusu nusu, na baki nayo pia ya kwake. Akikosa <tinyatua> nafasi ya a msikitini, ataanzisha kufuja msikitini. Ukimpa ataanzisha kufuja msikitini, kaja kutangaza shida. Umemsaidia kusema, ataleka kusema a a akinakutangaza shida, kingine kuongo yule na ksaogo. Yani utakachomfanyia mashehe, haya wanatakiwa wayapunguke, na wanasiasa wayauwe, wasiangaike na watu ambao maisha yao kama kamagua chukuchuku kama Qur'an ilivyosema, ambao ni watu wanatupa shida kwa sababu ya tabia zao.

ake kila kitu niwewewe, hebu ikataa. Tunaishi na watu wanatusumbua, yani wao kazi yao ni kuharibu kila siku. Na siku zote nawaambia watu, mwanamke hatari sana ni yule ambaye ulipokuwa unaishi naye alikuwa anakuheshimu na kukutetea, siku uliyomuwacha basi yeye ndo alikuwa anatangaza ubaya wako. Huyu mwanamke hatari sana, unanielewa? Kile ulipokuwa unaishi naye alikuwa anakuheshimu na kukutetea, siku hiyo mpata talaka ndio siku ambayo anaanza kukuchamba kwa nyumba zako. Huyo mwanamke mengi, ona uishi na nyoka

Maana yake inawezekana, Mungu ukapokea dua yako, kulikuwa unautaka ushehe wa mkoa, asikupe wewe, atakuja kumpa mwanao au mjukuu wako. Kama ukipata ushehe wa mkoa utasugua mjini hapo. Hasa, nisikilizeni, muombeni Mungu wanaishi kimchongo shekhe wa <laughs> wa fulani <laughs> na baraza lake la mashehe. Ndio siseme ukishagari ukakuta shekhe wa wilaya na katibu wake shekhe wa mkoa na katibu wake wanaishi kimchongo, unafiki mtupu, alafu unasema sisi wanadini <laughs> <laughs> <laughs>

wenye kuponea kwao chunguzeni vizuri, kimaapoana kuwa kwao si kwao, mkimbizi au ni mtumwa. Sisi kama waungwana ei, eh, waislamu wa Tanzania, tuipendele nchi yetu, tuache dazi kutumwa, tusiitamanie nchi yetu mabaya. Huu ni mtumwa Mungu kwanza hawezi kuitamania nchi yake mabaya, na wasiwasi na watu hao, kwa sababu yeye ataativa, watoto wake watabaki. Unaitamania mabaya ya nchi yake, watoto wako watakwenda kuishi wapi? hata t obh s ndipo maana